Asalamu alaikum. Sheikh, kumekuwa na maswali, watu wengi wamekuwa wana comment kwenye video ambazo mmekuwa mnaziposti kila Alhamis. Wengi wamekuwa wakiuliza kuhusiana na swala la kujichua, kama sio masturbation. Moja, nini madhara ya kujichua? Ama je, mkonoidi unaweza kutibu swala la kujichua? Alafu wengine wanajiuliza swala la kuboost, je hii mkonoidi inatumika kama booster ama ni dawa pekee yake? Karibu, asante. Ni jibu sali kama ambavyo lilivyoulizwa, nadhani nitakuwa nimeelewa vizuri. Basi kama nitakuwa nimeelewa hivyo, ndivyo majibu naweza kuyatoa haya. Jambo la kwanza ni kwamba hakikatan ipo athari kwa watu ambao wameshiriki tendo hili la kujichua kwa maana masturbation. Na hii ni kwa sababu mkono waidi ili kusimama unategemea zaidi ni udhul intisabi bin sibabi dima, yani au damu fi ni kiungo ambacho kinategemea msisimko, ukipokea msisimko wa damu ndio ambao unaweza kupush. Na ukitazama hichi kiungo cha mkono wa idi wa mwanamume yani, kilivyokaa ni kama hadarif, ni kiungo ambacho kina mifupa laini ambayo Mungu alivyoitengeneza, ni kama misuli fulani hivi ambayo ina uwezo wa kuadjust, ni kama unavyoona springi, ambapo kadiri utakavyoivuta kwa nguvu ndivyo na yenyewe itavutika kwa kiwango kadiri ya nguvu utakazotumia kuivuta iwe kwa urefu na hata kuitanua. Vile vile utakavyoitanua kwa nguvu ndivyo na yenyewe itakavyotanuka kiasi ambacho wewe unavotanua. Sasa watu ambao wanaojichua madhara yanayotokea ni kwamba kuna kitu kitaalamu tunaita ajsamul kahfi, yani ni kuna tishu laini ambayo huwa inalala juu ya hii ghadharif ambayo ndio inabeba ile misuli, kwa maana mishipa ile ambayo inabeba damu sasa ufika sehemu hii mishipa ikapata athari ikapelekea kusinyaa na kupunguza uwezo wa upitaji wa damu kwa kiwango kile ambacho kinachotakiwa, hali ambayo itapelekea sasa uh, kompreshoni ya damu inavyosukumwa damu kwenda katika hichi kiungo, damu itakwenda katika hali ya chini ya kiwango ambacho eh, kinatakiwa kiwe, ifike kiwa, pale kwa ile presha itapungua, na kwa sababu eh, misuli ile imesinyaa kwa tukio hilo basi utapata udhaifu wa mkono wa idi kusimama vizuri, na mwisho wa siku utaanza kuwa ni mtu ambaye mkono wako wa idi hauwezi kuamka vizuri na kufanya kazi. Ule ukakamavu unakuwa una, unatoweka, lakini si tu kutoweka, bali unafanya hata mkono wa idi wenyewe kuanza kurejea nyuma na kuwa mdogo. Jichunguze mtu ambaye alichua sana atakuta hata kiwango cha hajmu yani alqabid, kile kiwango cha ule mkono waidi utakwenda ukipungua siku baada ya siku, kwa sababu kiwango cha ule uvutaji ule springi unakuwa ni mdogo, compression ya damu inafika pale chini ya kiwango. Kwa hivyo hili ni tatizo. Kama ambavyo tumeweza kulizungumza, ni vyema mtu ambaye hajashiriki ashiriki na aleshiriki aweze kuliepuka mara moja, lakini yule ambaye tayari amekusha athirika mkono wa idi huu una uwezo wa kufanya kutengeneza taaziz zile ajisamu kafi, yani kurudisha tena nguvu ya ile misuli ambayo tayari imesinyaa imepoteza uwezo wake ikarudi kuwa vizuri kabisa, na hatimaye ukaweza kuwa imara katika tendo hilo. Hata kama ulichua kwa miaka kumi, hii mkono hili ina uwezo wa kufanya ukarejea vema kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Hii hapa hii iko vizuri kabisa. Lakini pia hii swali limeulizwa namba mbili, kwamba swali pacha, kwamba hii ni booster au ni nini? Ni kweli ziko dawa ambazo zinatumika kama booster, ambako mtu anakuwa anatumia muda ule ule ambao anatumia anajipata, anapata ile msisimko vizuri na analindea tendo, lakini baada ya hapo hii hii, niseme kwamba mtu ambaye anatumia hii booster uh, huwa ana tatizo kubwa mno, kwa sababu ni sawa na mtu ambaye analiakhirisha tatizo leo na kulisogeza mbele likiwa baya zaidi, kwa sababu tendo la kubusti ni unatengeneza mfumo wa ile ajisamul kafi sasa, kulemaza zaidi na kufika sehemu, itafika kati hata booster yenyewe itakataa kabisa, na hapo ndo unakuwa totali mazima. Hii sio ya kubusti, narejea tena, mkono wa idi. Hii faida unayoipata si ya kubusti, hii ni ya kutibu kabisa, kuondoa tatizo ambao linakusibu na kufanya uwe imara muda wowote, na wewe uzae watoto tu. Wewe kazi yako ni kufiatua tu watoto asubuhi na jioni kama kawaida, na ikibidi ulikuwa unapata aibu kuongeza mwingine, uongeze. Jukwaa lijalo kutakuwa na mada, mimi nitaiendesha. Je, itakuwa ni gumzo ili kati ya wanaume wenye mke mmoja na wenye wake wawili na watatu wanne, ni wepi wenye nguvu zaidi katika jambo. Hii itakuwa ni mada maalumu tutakayoangalia. Asalamu alaykum. <laughs>